aishita mana ndiye mchungaji wangu, hutopungukiwa na chochote. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Mimi mama yako mpaka umri huu nishampoteza mume wangu, nishampoteza kaka yangu ambaye unamjua wewe hapa kijijini. Kwa nini unasikiliza kwa makini

Yes, kwa kwa wanya wanya na ulikuwa umeenda wapi na kwa nini ulienda bila kuaga? Mimi nashukuru kwanza mjomba wewe kwa kuwa mlinzi wangu. Nilikuwa najiuliza sana lini nitapata mlinzi wa kunichunguza, wa kunifuatilia kila ninakoenda. Kumbe mjomba wangu una uwezo kabisa wa kuwa mlinzi hivyo livyo. Wewe oh, unakuwa unanilinda mimi mtu mkubwa hivi mzima, nisikilize mjomba. Nisikilize vizuri, mimi naongea vitu vya maana, wewe oh, unaleta masiara masiara gani? maswala ya mimi mjomba kuanza kujitafutia huko, kumbe wewe unanilinda. Sikia, nimekwala mtu nimekimbia nime... hivi kweli unanisingizia bana, niache nikafanye mshemshe zangu mimi. Nakusingizia eh? nakusingizia hmm.

Find... unaona bwana, hii nyumba unajua kabisa, hii nyumba ni special kwa ajili ya mimi kuja kufanya maongezi na wananchi. Sasa unapokuwa nakupa maelekezo uyafuate, maana yake unanikosea. Eh? Wacha tu kuja kushindana na vitu vidogo vidogo. Hebu angalia mazingira yalivyokuwa machafu chafu, kila kona ovyo. Rangi, nilikupa pesa ununue rangi. Uje usimamie zoezi mpaka leo hamna kinachoendelea. Wewe, hmm, utakuja kushindana kwa vitu vidogo. Mimi nataka usmart bwana, sitaki vitu vya ovyo ovyo. Ah, unanichosha bwana. Eh, eh nitakupigia na bwana. Hmm. Hmm. Uh -huh. Karibu. Na mheshimiwa ah. Kuliko hili ambalo nimelibeba kifuani ni zito kweli kweli. Unajua kuna ujasiri kidogo hapa katikati kiongea na mheshimiwa. Kwa sababu mimi ni mjumbe. Acha nifikishe ujumbe. Hmm. Nilikuwa napita pale. Nenda kwenye wakati Sawa. Sasa Mungu huko. Kuna mheshimiwa pale, ni ni wewe unakosea sehemu moja tu. Hauwezi kununua kura ya mtu kwa kumpatia pesa swali. Wewe kote huko ulikotoka umeamua kuja kuongea vitu ambavyo huna uhakika navyo. Natoa pesa, una uthibitisho gani? We, uache tabia ya kutumia pesa zako kuwanunua wapiga kura bwana. Hey, father. Uh-huh. Marabu, yamu. Yamu. Niki Na usaidek kila nikiangalia naimaaa mtoonaatazna ni ni mee nachangani kwa tatizo gani au nini, braha, tatizo ni wewe. Yani we, utaki kubadilika. Acha. Mzee. Kwa nini utaki kubadilika? Kubadilika mwache kinyonga. Ni peace and love ndio nashinda, kuwa na adabu. Unamshikia mtu panga, ukimuua hivi, ukimua baadaye, najua kitachoendelea, kitachotokea, kitacho sa awesome. Mzee najua alikuja kuambia ile unipige au Sikia, mzee, yule ni mchumba tu mtoto wa mama yule, na wewe namsikilizia yule anazingua, alafu gameji kitu sometimes anakuwa anatia mafegeo ya nikamb na adabu. Una adabu kabisa, uongee na mtoto wenzako. Mimi ni baba wako wewe, na heshima, na nakwambia kila siku wananchi wanakubali swala, so, la kutoa pesa wewe wana us, wana upi. Ah. Baba, hizo pesa zinaenda kwa wahusika, wale wahusika wanasema hapa kijijini mimi ni mjumbe tu. kitaka kuniua baba ni uwe kama ndio nifia hapa, nifia hapa hapa, lakini huo mchezo wa kutoa hizo rushwa acha, chama chetu sisi ndicho ambacho kitachukua madaraka. Umenielewa vizuri baba, pesa ina mwisho ha? Okay, nishakuelewa. Kwa hiyo wewe umetumwa uje kuleta habari ambazo unao kanasa ni mtu maana za nini? Sio lazima wewe, mjumbe mjumbe, kazi yake ni nini? Mjumbe si anawakilisha watu? Ah, ni kwa sababu unao uthibitisho wote, au unakuja kuongea ongea tu, tumbo au una njaa hapa ni nyumbani kwangu, kama hujala unasima, tunakutengenezea msosi, unakula unaendelea na maisha. Mambo yakuja kunitisha kwamba chama chenu, chama chenu, hivi, kuna chama gani kinaweza kikababaisha chama tawala? Sisi tunashindwa kwa vigezo gani? Tunakubalika na wananchi, tunaleta maendeleo, tunashindwa kwa vigezo vipi? Siku nyingine uwe na nidhamu, ninginevyo naweza nikakuchukulia hatua. Sawa? Ongea vitu ambavyo una uthibitisho nao, sio unakuja unaongea ongea utumbo. Mimi mjumbe, baba. Unajua njia uliyoijia. Haya, fanya utaratibu. Nani wewe? Una adabu kabisa. Asante mzee. Mzee, mbona unafanya kazi kwa hasira namna hiyo? Sometimes naona kwa unazingua. Kwa mashindo kuzifanya zikazi, unaenda kuachikia hapo mapanga huko. Unanitia aibu, unanitia aibu sana. Saingia unakuwa unazingua. Unazania shoga wangu utaificha wapi? Toka hapa. Saingia lakini mzee unakuwa unazingua. Unaenda kuachikia watu mapanga. Na unajua ukimuua baadaye unajua kitatokea huko. Sasa hapa je, omba si ni wanaume ni watatu nimuonyeshe action. Yaani si ni wanaume wa Juba. Aja kuzingua, aja kuzingua wa Juba. Yeye mwenyewe kwanza atoke akutane na sisi aone. Nimeshakwambia maneno ya kiumstaki. Unaongea na watoto wenzako huko, mimi baba yako, wewe na heshima. Heshima heshima gani? Unaweza nikasongoza <coughs> na kidogo <coughs> lakini, unajua ni kubwa kukufikia wewe baba, eh?

<laughs> Wewe mtoto umeshindwa kuwa na adabu unasikia? Umeota mapembe. Imebaki kuota mkia tu sasa. Nakuja tu aibu kunitia hapa kijijini. Umeshindwa kupasua kunu nataka chakula kwenda kuwashikia watu mapana, alafu ule jioni nani yangu? Yule ni mwenezi wangu yule na kushikia he zae mishike na mimi. Kwa nini mimi si mwanaume faza? Ah, wanaue

Karibuu, hmm. Karibui, yaani mtoto wetu, yaani sio kwema hata kidogo, yaani sio kwema kabisa, ila kwangu eumeta kwa mua <laughs> unachekea eh? nashida no gani na huyu mwenzao niu e, mpaka wewe umwongelee ye anashindwa kuongea, si ndio? Mwenyekiti samani, nimekuja hapa na shida moja tu. Kuna kijana kanibia pochi yangu na ndani ya pochi yangu mle kuna simu yangu pamoja na laki tatu za Kitanzania. Eh, huyu anayekuibia, umemuona? Namaanisha kwamba umemfahamu? Ndio, nimemuona na mwenzangu hapa ndio kamaona vizuri. Tumeenda tumeenda hadi anapoishi, bahati mbaya tujamkuta, tumemkuta tu mama yake. Nipomkuta mama yake kaacha. Eh, yaani mama yake ndio aliua mtoto wetu. Mama yake inaonekana yeye ndiye anayemtuma mtoto wake kuanza kuiba vitu vya watu ampelekee yeye. Maana yake yule mtoto amekuwa ni mwizi aeleweki, ni jambazi sugu. Umeshafika kwenye mkono wa serikali. Hii ni sheria na kama mnavyojua, hii serikali yetu huwa haitaki kabisa mambo ya wizi wizi udokozi, hapana. Yani huyo njomba ha, mama naona anakupikia ugadi mkubwa sana. Wewe naona mama anakupikia ugadi mpaka unashindwa kazi. Unamwona huyu mbraza. Sawa? Eh? Ni mjomba wako brasa. Hata kama una chakula una shiba, chakula una shiba uh, ukifanyia kazi ya msingi, una una huko, hivi, ni nini, ni mime, mama kaa kwanza, katoka huko kanishika hivi, kanishika hivi. ii, Sawa. Haina shida. Afadhali umemleta kwa sababu sikai nikatulia, hajulikani yuko wapi. Sikiliza, nilikwambia nitamleta. Huyu ni mchanga huyu, ni mtoto mama tu. Mama, naomba kaa kimya. Nilikwambia masikio hayawezi kuzidi kichwa, nitakuleta. Nimekuta anazunga zurura, hajulikani nenda wapi. Ulikuwa wapi? na wewe mjomba, unachokitafuta. Ulikuwa wapi? we will get something, come get some Ushazai kusikia mimi nimeiba? Ushazai kuniona nimemwibia mtu? Aya, ananikuida kuida hivi sini, kama vile chakula anachokula sasa, hakuna kazi so, sasa hivi ukishiba shambani hapa, si kweli kwa? okay, okay, si okay, wewe. Kwa nini nini? unaibia watu na umeanza umeanza ba -ba. Bange, baba yangu, unaibia watu na wizi, umeanza sasa, umeanza na wizi, kesi zinaweza kuja hapa Sina imani lakini kwanza wapi? Una kazi unakula wapi na mtoto wa kiume anki et aa haonekani. Nataka kuoa mama, mimi napambana, yani yes, ili mke wangu asiteseke asihangaike. Huyu si anakuja tu anakula hapa. Ile pochi na simu na, na, na laki tatu ziko wapi? Tutalala naye mpene siwate kabisa masikitiko. Ehe, mmekua mabubu, tokeni sasa. Mimi si nakusikiliza wewe, unamsaidiaje huyu? Nimeshamwelekeza kwamba asiwe na wasiwasi ee, kingine nauliza tu kwamba huyo kijana memfahamu jina lake? Si ni mtoto wa mama Masudi?

Ni Mama Masubi k huyu Mama Masubi, hivi unakumbuka kipindi kile wewe uko mjamzito ukamwachia mwenyekiti yaani mtoto wetu, yaani akawa anajiona yeye ndio yeye. Sasa mtoto wake nimemwona kwa macho yangu tena mawili. Sasa mwenyekiti nisaidie, jamani okay. Yaani, utakuwemo lazima, hata kama utakuwemo napa. Na usiwazi hata kidogo. Yani nakwambia na kurudia tena kwamba usiwe na wasiwasi. Sheria ni msumeno inangata huku na huku kama panya. Nikungata kungata na kupulizwa. Si una nyera vizuri. Kinachotakiwa sasa hivi nataka niandae barua. <gayashi> Mama Masudi, umeingia njia ya panya, umeingia Mungu anakuona. Ume Tamuita Mama Masudi na mtoto wake. Watajua wacheza chopo cha serikali ya. We. Sasa wewe, barua ya nini? Mtu anakaa hapa tu karibu, unanyanyua mguu wa kwanza, wa pili umeisha fika eh? Yaani huyo ni wa kwenda kuchukua tu, unafika unakamata, unaleta, ni viboko mtoto wetu viboko. Haya ananikuida kuida hivi sini kama vile chakula anachokula sasa hakina kazi sasa hivi ukishiba shambani. Hapa si kweli kwa hivi baba yangu. Ongea hivi wewe. Zine... Kwa nini unaibia watu na wizi umeanza hini bangi, tulikuwa tunajua unavuta bangi. Sasa umeanza na wizi, kaka, kesi zinazokuja hapa, sina imani lakini najua kabisa hivi. Unalala kwanza wapi? Huna kazi unakula wapi na unalala wapi? Tangia kesi letu hapa haonekani, oh. Ola, hata tumbo limeshiba, shiba Mama, mimi sasa hivi ni mtoto wa kiume. Nataka kuoa. Kwa hiyo nina fight. Yaani, una fight kwa kunyonga watu kurukia shingo na? Hamna. Ah, eh. Mama, mimi napambana ili mke wangu asiteseke asihangaike. Huyu si anakuja tu anakula hapa nyumbani. Hebu sikiliza. Ile pochi na simu na laki tatu ziko wapi? Mpaka hapa. Wewe, nyamaza kimya ndio maana kukawa na sheria Tunafata taratibu. Wewe kesho njoo hapa saa nne kamili ya asubuhi, mka nisikilize pande zote mbili, ndio nichukue maamuzi. Eti vipaka ungempiga vipoko, alivyokuwa na wapora vipi? Sawa, nimekuelewa mwenyekiti, ila mimi kesho naomba nipate vitu vyangu, na nisipovipata mimi nahitaji vitu vyangu na kesho hapa navihitaji vyote, na kingine nisipovipata, nitachukua sheria mkononi. Nadhani umenielewa, na uzuri si ongeagi sana, naenda kwa vitendo. A umepagawa na jua au bongo mecheza? Yani, yani li mtu bana. Yani tumekuja wote wawili sasa hivi, eti linanyanyua mbarika zake moja mbili. Uli mkaba yule dada uli peleka wapi? <coughs> <coughs>

Mimi sijawahi kumwibia mtu pale, wakati na namna kaka, fanya kazi yako mimi. Mjomba atasema naomba useme, naomba useme hiki kitu kitabomoa. Unakasikia? unakasikia i ah, hawajamsema mtu mwingine wakaja kukutaja wewe. Anaondoka halafu mimi namalizaje sasa? Mama hebu tulia kwangu. Mkumbuka kwenye nzengo yetu tunamsipa tena msiba mkubwa kabisa. Ninaomba kuelekea msibani moja kwa moja, nami nikuta hapa namaiza uihata. Unanielewa vizuri vizuri, mwambie na huyo mwenzako usichuka, nifanye nikalia hapa, kwa sababu sasa hivi nimeongezewa macukuu. Usichuka, unanisikia vizuri, wa kijiji, mtendaji amekufa, mtendaji wa kijiji

Mtoto mleavyo divyakwavyo. Sasa umeona kujinsi ulivyolea mpaka saizi, yani mtoto amesharefuka mpaka, yani mrefu kama nje, lakini bado anaongea kitoto kitoto, inafanya tunagombaa nmaay tusemana ukifanikiwa kwa ukara mateso, wao, mimi. Hata baba yake na mateso hakuwahi. Baba yake mzazi na mateso hakuwahi hata siku moja a tena kama umejua muda wote nilikuwa nakusubiri, we ndio uje upike, sio mimi nipikie. We upo hapa, baba yako mdogo yuko hapa. Ukiamka we mguna njia, mguna njia, sioni lorote unalofanya, na muda wote nilikutangu nimekuja nilikuwa nahitaji mazungurumuzo na wewe na mkubwa, eh? Kwenye ndoo ya mchele nimeweka kikombe kidogo cha kahawa. Sisi utaratibu wetu hapa ni vikombe sita vinatutosha. Huu mchele wote unapika, uwali wote unapeleka wapi? Sikiliza nikuelewesha. Umetumia chombo gani kuchota huu mchele? Hapana, ngoja nikuelewesha, utaelewa tu kidogo. Kwanza lazimu uelewe, unasikia? Hii nimetengeneza mimi, ni siri, ni wani ikiwa na mchana, asubuhi, mchana na jioni. Sawa bwana, hakuna kupika tena. Na kuulizaje, bamu mkubwa, umetumia chombo gani kuchota huu mchele? Umetumia jagi au kisado me...? Alafu sikiliza, humu ndani kuna utaratibu. Kuna mchele ule wa matukio, ni mchele ambao hauna chuya pumba wala uhele, unachukua unapika na kuna mchele ule luxury tu ambao huwa tunaula kwa utaratibu. Sasa Ijumaa tu wewe unapika una mchele wote huu, na tunajua kabisa wewe kwenye historia yako wewe hujawahi kuzaliwa mwezi huu wala tarehe hii ya leo. Kuna nini? Aha, unataka kunipikia wali wote huu kumbe kwa watu watatu? Sasa ndio akili imekuja. Sawa, sawasawa. Ni tangu unajua baba yako alikuwa na tabia kama yako. Ni washa, ni Naomba ukae kimya. Kwa hiyo wakati wewe unawasha jiko, wewe ulikuwa unajua mimi nafanya nini? Ule mwingine, mwanne nimwoe na huyu mwingine Mariam <laughs> na wakati huyu Mariam mimba imeshaharibika. Amjui kama kuna mke wa mtu. Huyo mwenye giti ni mke wangu. <laughs> Bana hapa huyu jamaa ajafa kwa kwa amri ya Mungu. Hapa kuna uchawi.